Mechi kubwa kama hii, pamoja kwamba tumefanya ukarabati mkubwa wa uwanja wetu, lakini tukasema pia tuje tujiridhishe, e, tuone maeneo gani ambayo yana mapungufu madogo madogo tuweze kurekebisha, ili mchezo huu basi Watanzania wote ambao wamejipanga kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu kuja kushuhudia mtanange huu basi wakiingia katika uwanja huu waseme kweli, tumefika kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga. Kama mnavyoona na nyinyi, ndugu waandishi wa habari, ni washahidi e, marekebisho makubwa ambayo tumeyafanya katika katika uwanja wetu huu wa CCM Mkwakwani. Hapo awali uwanja e, huu tulikuwa na changamoto sehemu ya kuchezea, lakini kwa zile jitihada tunazifanya kama viongozi basi ndugu zetu eh, wa TFF kupitia Rais Karia, naye Mwenyezi Mungu ambariki sana, wakasabana lazima tuwaunge mkono viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga kwa kuwa wameonyesha jitihada ya kufanya ukarabati wa uwanja wao, lakini na sisi tuungane nao mkono. Kwa hiyo tuwashukuru TFF, wameungana na sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga kufanya ukarabati mkubwa katika uwanja wetu hususan sehemu ya, ya kuchezea. Mtakumbuka Eh, kabla ya uwepo wa pichi hii ya sasa, majani ya sasa hivi tulikuwa na majani yale, majani ya asili eh, ambayo siku moja wakati tunafanya ukaguzi hapa kabla tujapata maamuzi ya kuyatoa majani yale na kuweka majani mapya ambayo ndio majani hasa ya mpira eh, kulikuwa na majani aina nyingi sana ndani ya pichi, mpaka matembele yalikuwa mumo ha. Tukasema, apana, haya sio majani ya mpira, ndio maana tukapata uthubutu tukasema tutoe majani yote, tukatoa udongo wote ule ambao ulikuwa haufai, tukaleta udongo unaofaa, na wenzetu TFF waka, wakagharamia majani yote haya wakaleta mbegu tukamwaga hapa, sasa hivi mambo yapo yapo vizuri. Ndio maana kila timu sasa hivi inayokuja katika uwanja wa CCM Mkwakwani inafurahia kucheza uwanja wa CCM Mkwakwani, haina visingizio tena kama zamani. Kwa uwanja wa CCM Mkwakwani wanasema kuchezea iko vizuri, lakini pia ni, ni, ni, ni matarajio yetu kwa kushirikiana na TFF tumeshaandaa mpaka michoro namna ya kubadilisha mwonekano mzima wa uwanja huu wa CCM Mkwakwani, e, tunajipanga kuja kufunga, kufunga viti katika uwanja wetu huu, lakini pia kutengeza jukwaa la kisasa lakini, vyumba vya kubadilishia nguo kwa wachezaji, vyoo na kadhalika, tuna, tuna, tuna mpango huo e, na sasa hivi tu kwenye harakati tumeshakamisha michoro, sasa hivi tunatafuta fedha kwa wadau mbalimbali ili waweze kutuunga mkono. Yote tunafanya haya kwa sababu Chama cha Mapinduzi kwenye swala zima la sanaa, burudani, michezo, nyinyi mnakumbuka kwamba kila ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi lazima tuahidi vitu hivyo, kwa maana ni masuala endelevu. Swala la michezo kwa mchezo mpira wa miguu ni swala endelevu katika Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake, na ndio maana tupo hapa kwa ajili ya kuangalia kwamba ilani yetu tunaitekeleza kwa vitendo, pia ndani ya chama chenyewe kwa sababu kuna kutekeleza ilani kwa upande wa serikali, maanake ni nje ya chama, lakini kuna kutekeleza ilani ya chama chenyewe kupitia chama chenyewe ndani ya chama chenyewe. Kwa hiyo tunachofanya hapa katika swala zima la michezo, hasa mpira wa miguu manake, haya ni maelekezo madhubuti ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba michezo hii ya mpira wa miguu inadumishwa sana.